Watalii wakiwasili katika mji wa Kilifi na kupishana pishana na wakazi wa mji huu wa pwani kaskazini, wakiwa katika pitapita -pita zao za kawaida. Safari hii ni ya kuyaona mawili matatu ya kuvutia watalii. Tuliandamana nao katika fursa hii ya kipekee ya kuuzuru mkono wa bahari wa Kilifi, kuanzia eneo la bandari la Old Ferry kuelekea katika maeneo ya mkono huo wa bahari ambao umetokea kuwa kivutio cha utalii. Hawa ni wageni kutoka Ufaransa ambao muda mfupi tu baada ya kuingia baharini walianza kutanabahi kwamba nam, maeneo haya yanafurahisha macho. se magnifique pitoresque. Watalii hawa mtu na mkewe kutoka Ufaransa wamemtembelea binti yao aliyeolewa na Mkenya na sasa wamekuja kuwaona wajukuu wao wawili, mmoja wa kiume na mdogo wake wa kike manahodha wetu mara kwa mara wakawa wanatueleza tuko wapi na tunaelekea wapi. Sasa hii kwanza, pale tumeanza, huu ndo mto hii ni island hii hapa ni mangrove forest. Kuna kama 10000 ama 20000 mangrove, so tukianza na hivi tuenda tu, acha mto unaenda, unaenda paka Kauma paka Rare karudi hivi, ndo tutoka Mandarini, karudi kwa bridge. Mara nikagundua kwamba mzee hajui kabisa Kiingereza afadhali huyo mkewe so mama yes now now what's your your name name name you you know english yeah tell me your name now. <laughs> my my my name is Mariluz. I come from France and i'm, I'm here for, um, for to to go uh, to visit uh, my children my daughter My son in law and my little children. Mkwewe na binti yao japo wanajua Kiingereza lakini huku ni wageni. Kilifi ni paradise bana. Kilifi huku. Huku ni kwingine. Na kwa Wakenya wenyewe hawajaitembea wa huku. Itabidi tu mkuje utembee u feel tu, una feel tu energy, una feel tu calm. Ni place uh, pazuri sana naweza sema huku mko mkopoa huku <laughs> eh, Mangrove. Kenya wengi ni wanafaa watembee, yeah. Unapata ile calm alafu, pia in terms of culture pia, nafikiria unapata watu wa Kilifi ni wako more welcoming <laughs> compare tu watu wenye wa wanatoka kaunti zingine. Si ati labda tu ni expression, waje nisiseme ni more welcoming. Labda ni expression unaona unafeel yenyewe unafeel umekaribishwa au unajisikia vizuri. Unakula unakula samaki wa kupaka. sama. Eh bana. Nakwambia na na <laughs> biriani pilau biriani laughs> kila <laughs> kitu. Uh, ah uh, sasa tumeenjoy sana. So far how is is your experience in Kenya? It's good. Good, I mean, people is very good. Friendly, and found a job.

So yeah, very good. Very, very good. Ikanilazimu like <laughs> yeah. Nizitafute tafsiri za harakaharaka haraka, ili aelewe kwa ufasaha wa lugha yake. Huu ni mkono wa bahari wa Kilifi. Sela Creek do Kilifi Hae, sasa hii Kilifi oh, oh, oh, oh. Wengi pia walitoka oh, oh. Walikuwa wanakuja wanachukua watu wetu huku yeah. Yeah. Wanaweka pale Maya, kuna island inaitwa Maya island wanaweka pale lafu, wanatoa pale, wanapeleka Mnarani ruins, so walikuwa wanachukua idadi ya watu wetu wakipeleka Mnarani ruins. Ukisikia Mnarani ruins ni mahali ambapo kulikuwa watu wetu wanawekwa pale, wakitoka pale wanachukuliwa wanapelekwa Takaungu, wakitoka Takaungu wanapelekwa Mtwapa Jumba ruins. Utoka mtupeleombsa kwa kwa kwa kwa Daraja la Kilifi. Voila le pont de Kilifi. Mara ikalazimu mahojiano yawe kwa Kifaransa moja kwa moja. Msitu wa mikoko nikamwambia, la foret de mangrove madao ya kuwatembeza watalii, le bateau pour les touristes. Madao ya kuvulia samaki, le bateau pour la pêche. Prawns na crabs kwa Kiingereza, kwa Kifaransa ni crevettes et crab. Eh, matumbawe, le coro. Tukawaona ndege wa baharini, les oiseaux marins. Tukafika mahala pa kushuhudia jua likizama, le point d'observation du coucher de soleil. Hili ni dau la kutumia tenga la upepo wa bahari abato a voile, utilizo le vomara floating bar aba floto. Hichi ni kijiji, hichi kinaitwa Kibokoni, kina watu kama elfu moja. So zamani da, jina ya Kibokoni zamani, yeah, kama 50 years back kulikuwa na viboko zamani, ndio hiyo jina Kibokoni kaja. Sasa hakuna viboko, viboko, lakini zamani kulikuwa kuna viboko So, unana kuna, eh, kuna kijiji wanaishi hapo kuna Kazi di... zao nyingi. Ni basi, ni nyuso zao ziliashiria kwamba walifurahia ziara hii, na hivyo hivyo ndivyo walivyosema, magnifique, c'est pittoresque, mandhari ya kupendeza Isabel,

Baharini tumewaona wadau wengi wa bahari na tunaendelea kufurahia mandhari za huku. Mimi ni Lolani Kalu nikiripotia Coco FM, Coco FM Rava ya Pwani.